Onge. Mimi ni ya yangu, mimi ni ya yangu ya kuupeleka Deadbeat. Deadbeat si patanisho cha kwanza ujue hivyo, si kwamba nimetaka tupatane mimi na wewe eh, turudiane mimi nimetaka mtoto. Nimejaribu maana vile ripoti ninapata mpaka umefundisha wa mtoto tabia mbaya ya kuombaomba kila mtu unayempigia simu, ni kuomba tu. Mtoto mdogo pia miaka miwili, lakini mtoto ni kuomba tu kuomba tu tu andi, sijui nisaidie nini ninunulie nini, ni kule mimi umesema kwamba sijasaidia mtoto, ninataka udhibitishe mbele ya Mungu, Mungu akiwa shahidi, alikuomba wewe? Alikuomba nani? Ulisikia nani akiomba? Ulisikia nani akiomba? Huu mtoto mdogo anajua kuomba nani? Anajua kuomba e? Nani, tumia lugha nzuri, wewe tumia lugha nzuri na heshima. Usifikirie venye ulinikosesha heshima ndivyo ukapeleka hadi Radio Jambo, unasikia Sikiza sasa, ni kwambie, unasikia vizuri wewe, wewe kama no, hukuna taka kusaidia huyu mtoto ungemsaidia bila kupeleka Redio Jambo. Wewe ni baba, unajua wewe ni baba, unafaa tota, ulee watoto ulee mtoto, ama unafaa upayuke payuke huko mambo zako zenye. Hakuna huyu mtoto anajua kuomba nini, anajua Doja, kuomba nini kama, ama ni mtoto unataka, wacha nikuambie. Yeah, kama uko na kama ni mtoto unataka kumuona mtoto, unasikia, si kupitia Redio Jambo kuja fenye, si ndivo? Unajua kuja uone mtoto na ikuwe hivyo si kumwona nimetaka niishi na yeye mtoto wangu, ati uishi na yeye, huyu anafika umri ya kunyang'anya. Yes, hebu sikiza nikwambie, ile kitu nataka nikwambie ukweli, unajipikisha na hii kitu. Kuna nimekuwa nikisaidia mtoto mwanzo, ukaanza kutoa ushuhuda kwamba sisaidii mtoto, sijui nini. Nikasimama nikafika mimi mahali mwenyewe nikaona kwamba ni mtoto wangu hapa, kama tumekosana mimi na wewe, wacha niendelee kusaidia mtoto, nikaanza kusaidia mtoto. Nimekuwa nikileta kila kitu, nafanya shopping, naleta hela mazawe. Amekata, amekata. Eh, An, anajua hello Maureen mbona umejawa na hasira namna hii hapana unaona mtaa wewe ni mtu mzima na mimi ni mtu mzima hmm. sitaki kuoseshana mimi na wewe heshima ijapo unijui na sikujui huyo mtu mimi sitaki stori zake kama anataka mtoto kuona mtoto sijamnyima mtoto lakini stori zingine huku na kule mimi sitaki anajua sehemu hmm. niko kama nataka kuona mtoto aone mtoto